Si mara ya kwanza mkataba kati ya nchi hizo mbili tumeona hata, hata mkataba wa Addis Ababa ambao ndio ulikuwa muhimu sana katika eneo mzima la, la kanda ya maziwa makuu, na hadi sasa hautekelezwi, na asiyetekeleza ba huo ni serikali ya Rwanda. Upande wa DRC wana umuhimu wa kutosha, wana, wana hamu kutekeleza mkataba, kwa sababu ni wao wanahitaji amani, na ukosefu wa amani mashariki mwa Kongo hautokani na serikali ya Kongo, unatokana na serikali ya Rwanda. Na ikiwa Rwanda yenyewe haitosheki na yanayoandikwa katika mkataba, itakuwa vigumu kutekeleza mkataba, na matumaini kidogo ambayo yapo ni kuona kwamba unasimamiwa na serikali ya Marekani, na hapo inaleta matumaini kidogo kwamba Rwanda haiwezi kuchezesha. Eh, serikali eh, Marekani ihusike katika mkataba ambao Rwanda mwenyewe hataweza kuheshimu. Bwana Francois luende, uhisi kwamba viongozi wa mataifa hayo mawili wangesafiri na mawaziri wao mambo ya ndani, pengine mkataba huu ungekuwa na uzito flani wa aina yake fulani hivi, kuonyesha kweli viongozi hao wako tayari kumaliza mzozo ambao umekuwepo kwa muda sasa? Ukiamini okay, yale ambayo anazungumza na serikali ya Marekani, hata rais Trump mwenyewe aigusia juzi alipokuwa tuna matumaini kwamba marais wawili watasafiri kwenda Marekani na labda kuweka wazi mkataba huo mbele ya rais Trump, lakini pia hao ma, mawaziri hawasafiri kwa niaba yao, wanasafiri kwa niaba ya nchi zao, na tuna matumaini kwamba marais wote wawili wa wanajua kinachoendelea na wamekubaliana na kuruhusu mawaziri wao waende ili was, wasaini mkataba huo, inamaanisha kwamba nchi marais wawili wanajua kinachoendelea waziwazi. Bwana Francois Alwende, pengine tu kwa mtazamo wako, tuseme sasa, pengine afueni itakuja iwapo kweli uh, mkataba huu utasainiwa hii leo na yale yaliyomo yatekelezwe, tuseme sasa, ni afueni na ni suluhu kwa mzozo waja, wa mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo? Afueni itakuwepo ikiwa serikali ya Rwanda inatimiza ama inaheshimu yanayoandikwa katika mkataba huo. Amani itarudi ikiwa serikali ya Rwanda inaondoa wanajeshi wake na kusitisha msaada wake kwa waasi wa m ishirini na tatu na afweni itarudi ikiwa serikali ya Rwanda inaacha ile hamu yake ya kutaka kupora mali ya DRC na pia upande wa DRC hufanye hatua, upige hatua ili wasitishe zile, zile lugha za chuki na pia kusaidia makundi ambayo yanaekalia kupora mali ya Kongo. Jambo la kwanza ama muhimu baada ya kusaini mkataba, ikiwa watausaini leo, ni kuona wanajeshi wa Rwanda wanaondoka katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.